na yote aliyowafanyia wa Misri. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Mwanzo 41 aya ya 41 hadi 43. Ni nini kilikuwa msingi wa mafanikio ya kushangaza ya Yusufu huko Misri baada ya mwanzo mbaya kiasi kile? Soma Mwanzo sura ya 37 aya ya 26 hadi 28 na Mwanzo 39 aya ya 2 na 21. Usuli wa kihistoria unaokubalika zaidi wa kisa cha Yusufu ni huu fuatao. Mfalme mpya katika Kutoka sura ya kwanza ya nani ambaye hakumjua Yusufu ni Ahmose. Yaani kati ya miaka 1570 hadi 1546 kabla ya Kristo. Kisha akaja Amenhotep wa kwanza mwaka 1553 hadi 1526 kabla ya Kristo. Mtawala aliyewaogopa Waisraeli na kuwakandamiza. Baadaye Tutmose wa kwanza mwaka 1525 hadi 1512 kabla ya Kristo alitoa amri ya kifo kwa watoto wote wa kiume wa Kebrania. Binti yake Hatshepsuti mwaka 1503 hadi 1482 kabla ya Kristo alikuwa binti wa mfalme aliyemwasili Musa kuwa mwanawe. Farao Tutmose wa tatu mwaka elfu moja mia tano na nne hadi elfu moja mia nne hamsini kabla ya Kristo, ambaye kwa muda fulani alikuwa mtawala mwenza wa Hatshepsuti alikuwa farao wa Kutoka. Kutoka kulitokea kwa mujibu wa ukokotoaji bora zaidi, mnamo Machi elfu moja mia nne hamsini kabla ya Kristo. Ili kuelewa wakati wa Kutoka, soma maandiko yafuatayo ya Biblia. Mwanzo sura ya 15 aya 13 hadi 16. Kutoka sura ya 12 aya 40 na 41. Amos 11:26 na, na, na Wafalme wa kwanza sura ya sita aya kwanza. Tazama pia Matendo sura ya 7 aya 6 na Wagalatia sura ya tatu aya 16 na 17. Sura ya kwanza ya Kutoka inahusu kipindi kirefu kuanzia wakati wa Yusufu, wakati baba yake Yakobo na familia nzima walipoingia Misri hadi wakati farao alipotoa amri ya kifo ingawa kuna mjadala kuhusu idadi kamili ya miaka, jambo muhimu ni kwamba hata watu wake walipokuwa watumwa katika nchi ya ugeni, Bwana hakuwasahau. Yaani, ingawa maelezo mengi kuhusu waebrania wakiwa Misri wakati huo yamefichwa, angalau kwa sasa. Tazama Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na 12. Kufunua tabia ya Mungu bado unang'aa katika kurasa za kitabu hiki, kama unavyong'aa katika maandiko yote, tunaweza kujua kwamba haidhuru mambo yaonekane kuwa mabaya kiasi gani Mungu daima yupo na tunaweza kumtumaini katika hali yoyote mbaya tunayojikuta. Mungu atubariki sote.